Mfumo wa majarada ambao tumekuwa tukiutumia umekuwa kutuathiri kwa ugumu wa utunzaji wa nyaraka, nyaraka kuchakaa na upotevu inatokea, lakini kwa mfumo mpya ambao tunaenda kuutumia hivi karibuni, ambapo kwa sasa hivi tuko kwenye kipindi cha mabadiliko tunatoka mfumo wa majarada kwenda mfumo wa kielektroniki, ah nyaraka zitakuwa zimetunzwa kwa uhakika zaidi, na uchakavu, ah tunatarajia hautakuwepo, lakini pia usafi, kwa sababu majarada kuna muda yanaisha yanachakaa yanatoa vumbi, lakini sasa sisi tutakuwa ni kidijitali tu kwenye kompyuta, kazi zinaendelea, na kutakuwa na ufanisi na uharaka zaidi. Hakutakuwa na ile hali ya kumtafuta afisa wa kutafuta faili liko wapi, liko misplaced, lakini kwa sasa ni direct kwenye mfumo, unakutana na nyaraka zote. Wananchi watapata huduma kwa haraka zaidi, lakini pia wananchi watakuwa na uwezo wa kufanya maombi ya miamala mbalimbali popote atakapokuwa nchini. Kwa hiyo hakutakuwa na ule usumbufu wa mwananchi niende afisi za ardhi nikaombe maombi ya kazi fulani na kazi fulani. Lakini pia popote pale atakapokuwa, atakuwa na uwezo wa kuangalia kazi yake imefikia wapi. Atakuwa na uwezo wa kutengeneza control number na kufanya malipo kwa wakati. Kwa hiyo tunaona tutakuwa na maboresho makubwa sana na tunaenda mbele, tunaenda kwa kasi, tunataka kwenda sasa huduma zetu zote za ardhi zifanyike kwa njia ya kidigitali. Kwa maana ya nini? Tunaachana sasa na utaratibu wa kama tunavyoona hapa, haya yalikuwa yanatumika maganda hati, unasaini saini tangu kuomba mpaka kwenda kupata hati ya maganda. Sasa maombi yote mwananchi atatakiwa kuomba kupitia simu yake ya mkononi au kompyuta yake akiwa nyumbani akiwa nyumbani. Kwa maana hiyo wananchi wa Mwanza sasa wanatakiwa na wanaomba wajiandae, tunakwenda kuanza kufanya maombi na utoaji huduma zetu za sekta ardhi kwa njia ya kidigitali au kwa njia ya tunatoka kwenye ile ya kawaida. E, katika hili zoezi E, hivi karibuni tumetoa taarifa kwa wakurugenzi kwamba, e, tutasimama kidogo utoaji huduma wetu katika ofisi zile zinazohitaji majalada, kwamba kama kuna kazi yako inahitaji jalada kidogo itasimama kwa muda kidogo, kupisha zoezi hili la tunaloita data conversion, yani uhamishaji wa nyaraka tunaita data conversion. Kwa hiyo ni ule ubadilishaji wa nyaraka kutoka kwenye analogia kwenda kidijitali maana yake kwa nini tunasimamisha? Lengo ni kufanya majalada yetu, moja wapo ya kazi ya ile timu nachofanya, majalada yetu yote ya ardhi yaliyoko ndani ya halmashauri zetu na yaliyoko kwenye mkoa wetu wa Mwanza yatahitajika kwenda kubadilishwa kwenye mfumo, yaingizwe kishabadilishwa, ya ya kuna taratibu unaofanyika wa kuyabadilisha kutoka kwenye hali iliyopo, ikiwemo kuyaskani na hatimaye yanabadilishwa taarifa zake yanaingizwa kwenye mfumo huo unaoitwa wa e-Ardhi ambapo sasa maafisa wanapofanya kazi, wana uwezo wa kuliitisha jarada kupitia kwenye mfumo na akalisoma akiwa kwenye kompyuta yake, wala hahitaji tena kwenda masijana na kuiita na kuliweka jarada mezani. Lakini sio hicho tu, hata ramani zote za kila kiwanja na zote za mkoa wa Mwanza na za kila halmashauri zitabadilishwa kuingizwa kwenye mfumo kiasi kwamba afisa ana uwezo wa kuona kiwanja fulani kina ukubwa wa gani akiwa kwa kutumia kompyuta yake, lakini ataona matumizi, hahitaji tena kumwandikia afisa amwandikie matumizi, atayaona mwenyewe kwenye kompyuta yake, kama hapa ilipo hapa, anaweza akaona. Lakini sio hicho tu, kwa sababu tumepicha tumepiga picha za anga, ataweza kuona afisa hicho kiwanja kinachosemwa kina hali gani uwandani. Maana yake anaweza akaona kwenye sim kompyuta yake hata hali ya saiti kama ina paa jekundu au imeishia kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye lenta ataiona hiyo nyumba au jengo lililopo pale.